Mwanadada Karina amekuwa akisumbuliwa na tatizo la utumbo mkubwa, utumbo mpana, na bidada huyu alikuwa hivi karibuni, mwanzoni mwa mwaka huu, alienda India kwa ajili ya kwenda kufanyiwa matibabu ya tatizo ambalo liko nalo, ambapo baada ya kufanyiwa uchunguzi wakaamua kumkata utumbo huo na kuutoa. Sasa alikuwa anaanza kurecover, maana hiyo hiyo operation ilikuwa ilifanikiwa. Kwa hiyo wakati anarecover bwana, ndipo hapo leo tukapata taarifa kwamba amefariki, na ni kitu ambacho kimewaumiza watu wengi sana, lakini pia eh, kitu ambacho kina kumbukwa na video ambazo zimekuwa zikisambaa mtandaoni ni video za bidada Karina au Hawa Carolina, Hawa jina lake hilo full, na ni video hizi ambazo zikiwa zinamuonyesha kipindi kile ambacho alikuwa anaomba msaada, watu wamsaidie, wamchangie kwa ajili ya kupata matibabu ili aweze kuepukana na hii zahama ambayo alikuwa anaipitia. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Nataka hapo usikilize video yenyewe. Kama unavyotazama hapo akiwa na majonzi na anaonyesha kabisa wazi alikuwa na maumivu. Nataka usikilize sauti ya mwisho ya Karina Hawa kipindi ambacho bado hajaondoka hapa Tanzania kuelekea huko India, ambapo ameenda kufanyiwa uh, operation na, kusaba, na pia vile vile, huko ndipo mauti ulipomkuta, lakini akiwa Tanzania, na moja kati ya video ambazo zimesambaa sana ni hii hapa, nataka umsikilize hapa. Naam, ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section. Toka tu tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.